nam rais wa tanzania samia suluhu hasan ametoa pole kwa familia zilizopoteza wapendwa wao katika maandamano yaliyofanyika wakati wa uchaguzi aliwaomba wabunge na wageni waliko kusimama kwa dakika moja ili kuwaombea waliofariki kwengineko ni kwamba john h ambaye ni naibu mwenyekiti wa chama kikuu cha upinzani chadema anasema kuhusu kusamehe vijana inatakiwa vijana wote waliokamatwa waachiwe huru na sio baadhi tu aliendelea kusema kuwa wanahitaji tume huru kutoka umoja wa mataifa au afrika ili waweze kuchunguza masuala yaliyotokea Tanzania wakati wa maandamano. Pia wangependa kujua ni watu wangapi waliouawa, wangependa kujua idadi ya majeruhi na pia kama wako wapi. Vilevile pia, ndugu wapatiwe miili ya jamaa zao ili waweze kuzika na pia wale walioumiza watu na kufanya mauaji wachukuliwe hatua. Hayo ni maneno ya John H. K. Frontier News zitazidi kukuletea mengi na mengi yatakayokuwa yamejiri.